Kweli, tenda wema usingoje shukurani, nenda zako. Kweli leo ndo nimeamini. Mbona Chama yuko kimya? Watu wengi wakisema kiwango kimeporomoka, hivi ni kweli? Hata mimi naweza nikaungana nao. Nimepita kwenye vijiwe vingi, nimesikia maoni mbalimbali kuhusu kiungo mshambuliaji wa Yanga Klatus Chota Chama, wengi wakisema amefeli na Yanga amepata hasara. Binafsi naungana nao kwenye suala la kufeli ila Yanga kupata hasara sio kweli. Nitakueleza kivipi, bila kutoa mfano. Timu zikifika level ya Yanga zinatazama mpira kwenye njia mbili, mdau wangu. Njia ya kwanza ni kimpira, na njia nyingine kibiashara. Unaweza kumsajili mchezaji ili kuongeza ubora wa timu, mcheze mpira mzuri, lakini unaweza kumsajili mchezaji kibiashara, au unaweza kumnunua mchezaji ambaye tayari ni mkubwa, ana ushawishi mkubwa kwenye jamii na mkatengeneza biashara kupitia yeye. Yanga walimhitaji Chama kimpira, bali walimhitaji kibiashara zaidi, na yeye kuvaa jezi ya Yanga alitaka hela tu. Kama kufeli Yanga, hilo halina mpinzani, liko wazi. Ni kweli kabisa, wengi walitarajia ya Antiboi yaliyomtokea Chama, ameenda Yanga kupiga hela tu, ya uwanjani sio kivile, yupo kama hayupo. Anguko la chama limefika rasmi, sioni kama anaweza kurudi tena kwenye ubora wake kama zamani Simba, kama zamani Simba sioni nafasi yake Yanga, sio kama wana mpango wa kumwongezea mkataba, labda Azam na Singida wanaweza akamnunua kibiashara zaidi na sio kiufundi. Lazima tujue kuwa Anguko la chama sio Yanga bali ni Simba. Ametua Yanga kujua tu uchezaji wa Yanga, ushindani wa namba hatoweza. Labda niweke wazi kidogo, kufikia hapa tuseme thank you Yanga inafuata baada ya matangazo mafupi, na kufikia hapa, msikilizaji na mtazamaji wetu, ili kuendelea kujua kinachoendelea, endelea kubaki hapa hapa na usisahau kusubscribe kushia, kulike na kukomenti ndani ya chaneli yetu ya Free Media.